Zenjbary Technology. Katika video iliyopita nilizungumza jinsi gani unaweza kununua bidhaa mtandaoni na maelezo yakawa ni mengi, kama huku hukuangalia video hiyo, unaweza kwenda zako kwenye video zilizopita ukaangalia. Lakini leo naeleza jinsi gani, ikiwa in case, in case, kama mzigo wako haukuletwa utafanyaje? Ni jambo muhimu sana. Au in case, kama mzigo wako ulioletwa siwo utafanyaje au in case, kama mzigo ulioagiza ulipofika kwako umevunjika au una athari utafanya kitu gani in case? Hapo ndiyo nakwenda kuzungumza kwa siku hii ya leo. Tulienda kununua bidhaa kwenye Ali Express kama tulivyoona, na mimi nitarudi tena kule kule kwenye Ali Express, taandika Ali Express tafungua, alafu nitaingia hiyo hapo ya pili Ali Express. Tukumbuke kwamba video hii naenda kukuonyesha jinsi gani utafungua mashtaka ikiwa mzigo wako haukuletwe. Na katika video hii nitajibu lile swali la kwamba vipi nitanunua, vipi nitafanya malipo kwa njia ya simu. Lakini naanza vipi mzigo wangu hukufika? Kama kawaida, unachotakiwa unafungua mtandao wako wa AliExpress kama unavyouona huu hapa, nimeshafungua e, nimeshafungua sasa nakwenda kwenye sehemu ya ya cut huku, nakwenda kwenye sehemu ya sign in. Sign in juu huku upande wa kulia, ikisha nashuka chini, nashuka nashuka chini, nashuka chini, nashuka chini mpaka kuna sehemu i, ime, imeandikwa disputes and mashtaka report mashtaka, pamoja na ripoti, una shtaki au una kesi, unaingia hapa, nabonyeza dispute Naenda kufungua mashtaka, mzigo wangu haukuletwa au ulivoletwa una tatizo. Tambua ni sign in, niweke email yangu, nitaweka hiyo hiyo email yangu pamoja na password, nita sign in. Ilipofunguka imenipa sehemu mbili, kuna sehemu ya kwanza hii hapa na kuna sehemu ya pili hii hapa. Sawa, so, tuanze na sehemu ya kwanza hii. Anasema if you encounter an issue We encourage you to contact to the seller. au kwa jida jingine baya fast mwanzo. If you can't reach an agreement you can apply for refund by opening dispute. AliExpress ambao wao ni wamiliki wa huu mtandao, nakumbusha kwamba haya maduka yamesajiliwa kwenye huu mtandao AliExpress, wao hawana duka. Kwa hiyo hapa wanasema ikiwa una tatizo tuna kushauri uwasiliane na huyo na huyo aliyekuzia huo mzigo kwanza, yani nakusudia na hilo duka ulionunua mzigo kwanza fast, lakini ikiwa hamkufikia makubaliano ikiwa, ikiwa hamkufikia makubaliano, haelewi ni mbishi, anakubishia unaweza kufungua mashtaka kwa ajili ya urejeshwe Urejeshe bidhaa zake, na huko anasema sehemu nyingine, sasa naenda huko. Inasema if you think a seller or buyer has violated AliExpress rule, kama unadhani au kama umemwona mfanyabiashara huyu mwenye mtandao anavunja haki za kibiashara za ambazo ni za AliExpress, you have ability to send rip rip off out to our team review, unaweza kupeleka Hayo mashtaka kwa hao kwa hii timu ya timu ya AliExpress. Hey, this will he this will help us to make sure to provide you a safe shopping experience. Hii itatusaidia sisi kuweka yaani kukupatia huduma nzuri. Mimi moja kwa moja sitaki huku kwa sababu sina uhusiano na mambo ya maduka. Nakwenda kwenye kwenye kwenye kufungua mashtaka hapa, dispute hapa. Utafungua hapa, kwa vile mie sina bidhaa, inawezekana isifunguke hiyo dispute kwa sababu sina bidhaa niliyonunua, na kama una bidhaa hapo, unaweza kushtaki hapa mistaki. Niende huko kwa sababu ni mambo ya mashtaka na si hayana nini kwangu. Mie natoka moja kwa moja na kuonesha sehemu nyingine sasa hiyo ni kuonesha sehemu ya mashtaka. Sasa na kuonesha huduma kwa wateja. Huduma kwa wateja, limetokea jambo unataka msaada, labda unataka msaada, unakuja hapa, hapa kwenye my, my account hapa. Ukishuka chini kabisa hapa utakuta imeandikwa help center. Help center. Hii ni kituo cha msaada. Fungua hapo hapo, umeshaingia kwenye kituo cha msaada sasa wamejaribu kukufupishia. Kwa mfano kama una tatizo la awaiting order arrive, una tatizo kwamba mzigo wako haujafika, yani unasubiria mzigo wako haujafika, utaingia hapo. Una tatizo la baada ya kusha kununua, utaingia hapo. Una, una tatizo la refund, wataka mambo ya mashtaka hapo. Ordering and payment, tumeka order na mambo malipo, utaingia hapo. Sasa hapa hapa unaweza kushtaki pia kama kule na chini huku utaona imeandikwa online service 724 . Hapa utapata huduma masaa 24. Sasa nakupeleka tena kwenye kesi ya mashtaka hapa hapa refund, unaona? hii refund hapa imegaiwa, kuna refund issue, kufungua kesi ya mashtaka kwa ajili ya yaani malipo. How to check credit card refund? vipi kuangalia mambo ya credit card refund, na more question utakuta hapa bila shaka kwa hapa nimeshaweka sawa. Sasa nakuja moja kwa moja kwenye swali la jinsi ya kulipa kwenye mtandao wa simu. Niseme wazi kwamba mimi sikushauri kufanya malipo kwa mtandao wa simu kwa sababu mastercard ya mtandao wa simu inakuwa ina expire. Wahiyo, kwa hiyo likitokea tatizo kwamba mzigo umekwama au au kuna kuna njia ya kutakurejesha pesa yako ile njia ile kadi uliolipia mastercard kadi ile ile ndio ambayo wao watakulipa pesa zako. Sasa ikiwa mastercard yako imesha expire, utalipiwa utapata pesa yako kwa njia gani? Hivyo sikushauri kulipa kwa njia ya simu, kwa sababu mastercard kadi za njia ya simu zinakuwa zina expire. Fanya malipo kwa njia ya benki, ni njia salama. Hii ni Alzenjbary Technology, sehemu ambayo tunapeana utaalamu kuhusu mambo ya teknolojia. Na kama una swali lolote kuhusu mada hii, basi unaweza kuleta na tutalifanyia kazi. Tukutane kipindi kinachofuata.